Turudi kaunti namba 40 ambapo wazazi katika bu, eneo bunge la Nambale huko Busia wameonywa dhidi ya kuacha majukumu yao na kuwapa mahitaji ya kimsingi na kuwalipia wana wao karo. Akizungumza wakati wa kutoa hundi za basari katika shule ya upili ya Mabunge RC iliyoko huko Nambale, naibu kamishna wa eneo hilo Caroline Onchoka amesikitikia kuwa wanaume wamepuuza majukumu yao na kuachia mzigo akina mama. Sema utoe mchango wako kama mzazi, mchango wako ni gani? Namba moja, hakikisha mtoto yako ako na mahitaji zote. CDF ni automatic, wewe ni opposition, wewe ni serikali, hiyo itafika kwa? Kwa. Kenye imeenda mbele. President ametuambia anatusupport mia kwa mia. CDF ibaki konsum.